Emmanuel Elbarigi maarufu kama Nay wa Mitego ameamua kutia neno kuhusiana na sakata linaloendelea sasa hivi la kukamatwa kwa mwanabiashara Nifa, ambaye inasemekana kwamba alikamatwa mchana wa mwendo kama saa nane hivi na jeshi la polisi la Tanzania sindikiza na caption ambayo alikuwa ameandika hivi, Niffer amekamatwa na Nifa amekamatwa mchana wa leo kweupe sanane mchana ofisini kwake pale Sinza. Kumekucha Nifa mauli. Yani watu wanatekwa mchana kweupe mbele ya macho ya watu na hakuna msaada wowote, yani kama kuku mbaye wenye kuku wameamua kumshika ili akachinjwe au akauzwe, hakuna wakuauliza. Uhai wa mtu ni muhimu kuliko kitu chochote kile. Wae hapa kwetu, mnataka tuzoee haya mambo. Lakini pia kamaliza na hashtag tatu ambazo nilikuwa nazisema hivi free Nifa. Sasa utakumbuka Kumbuka kwamba Nay wa Mitego alikuwa amekuwa kitumiwa hususan na mashabiki zake kwamba kutoka kitambo amekuwa ni jamaa mbaya, anajihusisha na harakati za kutetea na kusemea wananchi, lakini katika kipindi kile ambacho Tanzania ilikuwa inaelekea kwenye uchaguzi wa Oktoba 29, walikuwa na mtuhumu naye kwamba amekaa kimya sana, mpaka kukawepo na tuhuma kwamba naye labda atakuwa pia na mwenyewe ameamua kuhamia upande wa pili, kwa maana ya CCM na kuisupport serikali na vitu kama hivyo, lakini kwa kiasi endelea kubaki kimya tu. Sasa hili ni moja a uh, jambo ambalo lilikuwa linatia wasiwasi wa Tanzania, lakini pia mwanamuziki mwenzake ambaye pia ni mwanaharakati mwenzake, nitasema uh, Roma Mkatoliki pia kuna kipindi mwingine pia alikuwa amepost picha ya Nay wa Mitego, na akawa anajiuliza, mbona Emmanuel yuko kimya, na akawa anasema kwamba oya, kama vipi. Kuna kipindi Nay wa Mitego alikuwa anasema kwamba fimbo ya mbali haiui nyoka, akiwa anakusudia kwamba Roma atoke zake Marekani, aje Tanzania, wapiganie haki za mwananchi wa kawaida kwa pamoja. Sasa Roma akawa anajiuliza, mbona all of a sudden bana, imetokea kwamba Nay wa Mitego yuko kimya. Mbona alikuwa haeleweki, lakini sasa kupitia posti hapa bana, nadhani kwamba ame a Watanzania kwamba yeye bado yupo na harakati zake zinaendelea. Hii ni moja kati ya post ambayo imetokea kupata comments nyingi sana kupitia Instagram na imeweza kujibu maswali ya watu wengi sana. Anyway, Niffer amekamatwa na jeshi la polisi kwa mujibu wa Kamanda Muliro, na amesema kwamba ametuhumiwa kwa makosa kadhaa ikiwemo kuchochea wananchi kuwafanyia fujo polisi na kuchochea pia wananchi kuchoma vituo vya mafuta, lakini pia kuchochea ghasia kwa ujumla siku ya uchaguzi ambayo itakuwa ni tarehe 29 Oktoba hii hapa. Sasa amesema kwamba ana ushahidi kibao ambao utakuwa na uwasilisha mahakamani. Sasa bado taarifa zinaendelea kujua kwamba Niffer maendeleo yake yatakuwa yako namna gani, lakini imeweza kushikiliwa na imedhibisha kabisa kwamba waliomshikilia sio watu wasiojulikana, bali ni polisi, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo imetolewa na kamanda Mliro.